Yeah, yeah, yeah. Then, yes, yes. Na kama hujawahi kusikiza the viral na kuangalia, basi leo isiwe mara ya mwisho. Keep on listening to us and watching. Bali. Yeah, yeah, wali yeah. Posti na walishiriki katika party yake, tuliona pale wasanii wa Bongo movies walikuwepo mm -hmm. Kalamata walikuwepo mm -hmm. na watu wengine kibao, lakini pia mtu mzima alikuwepo lakini pia babu mdogo. Ningeshangaa ungeongea bila kumtaja babu mdogo. Walikuwepo kwako, unasemaje? Kwangu kwangu bwana ni freshi kama kawa man, kama kawa, kama kawa. So babu mdogo, bwana kama kawaida. Kwanza ningeshangaa singemwongelea bwana mdogo. Akakataa sana bwana, mi sijariana Kajala nini kafanya ka interview fulani, lakini tunaona penzi shata shata amefanya video call na Kajala. Hebu niambie penzi lipo alipo hapo. Watu wache sio watu wadogo bwana, watu wache kabisa bwana, si watu wazima bwana. Bwana Ibra sasa mtoto mdogo mtoto wa Konde, kundi, wakone, então, kongu, Konde Boy, of course, alifanya interview recently kuongelea kwamba ametoka Konde Gang. Jana akanipa ile story kwamba ile story ya yeah, 1B mm. yeah. yeah, mm. kama alivyokuwa ameandika kwenye mitandao ya kijamii bana bana, Ibra anadai kudaiwa shilingi bilioni moja na Konde Boy, yeah. which is Jaribu kuangalia bilioni moja kwa maisha yake mm -hmm. Ni kitu ambacho ni kigumu kidogo kukipata. Naona ndio maana akaomba taf kutoka kwa Watanzania, akaomba taf. Yeah, kwa Tanzania akaweka na namba pale <laughs> ya kujaribu kumchangia. Kiasi umemchangia shilingi ngapi mpaka sasa hivi? Ndugu yangu mimi siwezi kumchangia. Ah, mzee mwenzangu mchangie kidogo. siwezi kumchangia kabisa. eh, kwa nini? Tukionana hivi tutakaa chini tuongee, tujue tunaongea nini <laughs> na kumshauri vitu viwili vitatu kuhusiana na maisha yake, lakini kwa kumchangia pesa hivi eh, hapana. Wewe unaonaje kwanza kuhusu Ibra Konde Gang mwenyewe mzee Harmonize, ali alitoa milioni mia sita wakati anatoka kwa Diamond, karibu milioni mia sita wakati anatoka na WCB. Nafikiri tuliongea hili swala kabla yeah. na ulichokisema wewe kwamba siku zinatofautiana pesa inapanda thamani ina, mi mm, nafikiri hicho kitu ni sawa, lakini pia bado toka Konde, Konde boy katoka Wasafi, hajafika hata miaka kumi. Unataka kuniambia miaka kumi meisha? Lakini sa pesa para, kila siku milioni bado, kila bado kila siku pesa inapanda thamani milioni mia sita imeongezeka mia nne hapo of course, lakini mm -hmm, kwa maisha hebu tuambie, ninini? What do you think Ibra aweza kulipa hiyo 1b au tunamchangia tupige donei au vipi vipi? of course, kama uh -huh, kuna mwenye yoyote anaweza kumchangia pia, uwanja wa kumchangia huko pale, tufanye namna, tumfanyie namna, uongo ehe, bwana bwana, tunabaki hapo kwa Harmonize. So Samia Kalamu Awards is the new Met Gala, of course. Yeah, yeah, yeah. E bana, Samia Kalamu Gala iliyofanyika siku ya jana. mm -hmm. Ah, bana watu walipendeza, wabunge, watu maarufu, comedians, watu wame drip balani, watu wame drip watari. Mama mwenyewe jana alijiachia, ay senyi mama, mama bwana, ni kweli. Unaona kicheko cha mama kwa. Ah, mama kuona kicheko <laughs> chake ni real kwa sababu tunamtia stress sisi watoto wake. Kwa mama muda wote anatuwaza sisi, yeah, mama muda wote anatuwaza. mm -hmm. Ila mimi nimefurahi sana alafu na Mama Samia kabisa kabisa kabisa. Mama kwanza anapendeza on that dress, yeah, na anapendeza mwenye anavaa zake kistara, inabidi yeah. Kwa namna moja au nyingine, Mama Samia atupe huyo designer wake na, yeah, sisi tudondoke naye yeah, yeah. So Harmonize <laughs> bana jana oh, kwenye uh, Samia Kalamu Awards mm -hmm. akaenda kuperform nyimbo iliyomshinda mm -hmm. mm -hmm. BSS <gasps> Yeah, it was nice, kajitahidi uh, sana. Nice. Kajitahidi sana. uh -huh, uh -huh. Kipindi hicho kina Madam Brite walivyomwambia kwamba hujui kuimba eh. Yeah, lakini shout out to Madam Brite and the BSS team kwa sababu uh -huh. Wasingemwambia kwamba hawezi huenda asingefika hapa alipo asingeweka juhudi. yeah, yeah. Lakini pia siku hiyo sio, labda hakuperform ha, kama jana. Yes, shout out kwake. Kama leo mwanangu Mike ananiambia bwana, mimi leo siko poa kabisa <laughs> lakini, lazima lazima eh, finish, lazima tusonge. Yeah. Yeah. Sasa mi toka hapa enda kamcheki mchekeshaji Leonardo, naona utapata kidogo yo vibe itakaa sawa bana <laughs> E, mimi sijapendezwa na swala la Side Side. mm -hmm. Side Side ni mwanangu sana. Tushafanya interview kadhaa na Side Side. Lakini mimi naona kama Side Side anapitiliza. Mwanajana amemtania sana Mama Wichi. Of course kwa wengine inaweza ikawa sawa mm -hmm. lakini kwangu mimi... Haikuwa sawa. Haikuwa sawa. Side Side ni mtoto bado ni mdogo, kwa hiyo nadhani anafaa the manager mm -hmm. amwelekeze ampesa Ampe eh, yeah, yeah. Alitaka ali kumpa cheni Mama Samia okay. Hairuhusiwi hata hairu kumpa chini. Mkono raisi kabla hajakupa aanze yes, yes. Ye. Kukupa ndo utampa mkono, mkono. Lakini wampe mkono kabla yake okay. Hairuhusu so, wa mwelekezo anapoenda okay. Kwenye events kama zile sababu saidi ana shine yeah. Nyota yake ni kali yani kichauliona Leonardo kitu alichokifanya, yeah, yeah, yeah, yeah, amejaribu kucheza na mama kwenye kuchekesha. Mm, mm, lakini Leonardo sijui kasoma sana, of course uh, si kwanza kabisa Leonardo mm, ni msomi, hiyo moja, alafu ni mkubwa kwa wa Saidi, sawa, lakini mm. Leonardo anajua kugusa kidogo. Kwa mama kuna madini, nimepewa sana. Baada ya ile picha, tukaambiwa tukachukua reaction ya mama. Mimi mwenyewe niliona haikuwa nzuri, yeah, yeah, tuliona yeah, kwamba mama anaona ah, bwana mdogo, mwanangu, sasa hapa yeah. unavuka mipaka jana E, lazima aliambiwa, anyways hii tunajua kwa yani hata wewe wakati tunakuwa unatakiwa ujifunze yeah. E, alafu una grow kwa hiyo side. Ni bado ni kwanza nyota yake inang'aa, so he'll grow yeah. Amejifunza, anakuwa kwa hiyo yeah. I'm really positive on that kwamba yeye anajifunza kukosea, lazima tukosee, kwa sababu bila kukosea yeah. yeah. yeah. hatujifunzi. so, back to Leonardo. Leonardo jana ametoa, bwana ameamua kumpa mama umbea. mm. Sasa <laughs> umeona uh -huh. Saidi alitoa umbea kwa mama mm -hmm. lakini umbea ulio trend wa Leonardo, lakini umbea, Leonardo. Eh, imoja, eh. umbea ulio trend ni mmoja eh, eh. Leonardo kaambia mama bwana mama mwanao Harmonize karudiana na mwenzake <laughs> so kama hadi mama anajua kwamba Harmonize akajala amerudiana, sisi ni kina nani tusiamini? oh, yeah, yeah, yeah. so yso hebu drop your comment hapa kwamba vipi, mm -hmm. unaonaje couple ya Kajala na Harmonize? miaka mingapi tuwape tu au ni ile tuzeke wote Hmm? <laughs> wote mmoja kifa kifami ke... naona kama yeah, ndo hivyo maana, wale wanaenda wanarudi, wanaenda wanarudi hivi mean, no. Unafikiri kama Kajala na Harmonize waki kama wamerudiana hmm. Unafikiri wanaweza wakazaa, talking about kuzaa, inawezekana So unavyoongelea point ya kuzaa umenikumbusha bana Lulu Diva nnasa bana, mimi natamani ni nipate mtoto. <laughs> baada ya kuona hivyo hadi mtoto wake Paula, Paula. ana mtoto. <laughs> Yene, mtoto, <laughs> yani ana mjukuu kabla ajapata, no, mtoto yani noma sana. Mimi natamani, so namwombea na kila la heri mm, on your dreams. Mungu akujalie yeah, akubariki course, akupe yeah. so, back to, uh, tizi, hapa, hapa. Hmm. Kuna kapicha fulani hivi nimepitapita kwa mtandaoni nikamwona, mwana nampiga ile inside hivyo kwamba wewe, ehe anacheki simu ya Zuchu, anacheki anacheki na nani huyu ajagundua, eh. Sasa, sasa kama Zuchu alikuwa anasoma hizo dm zapo, basi mjue Diamond ameona <laughs> zile message zenu Diamond <laughs> ameziona na anazisomaga kama kawa, yeah, yeah, yeah. Abiria chunga mzigo wako of course. Eh, mambo ya wivu kuchunguzana hiyo. So next time Mike atakuwa anaongelea hizi news akiwa Marekani Dream. The biggest news ambayo ime happen this weekend, aka mm -hmm. um, Monday, sorry, tarehe tano, yeah. Rihanna akatangaza ujio wa baby number 3, yes, yes, katika red carpet Met Gala. Met Gala. yeah? Yeah, So Rihanna is expecting baby number three. Yani mm -hmm. Rihanna ni kama mbongo flani. Vimi Rihanna always namuona kama sister yangu yani. sister yani. Yani. yani. Yani Yani Yeah, yeah, She yeah. She yani... mm -hmm. She is yani... mm -hmm. kwanza. Yani mm -hmm. so, wale watu Nimepata ya baby. baby. I don't know. nini. She doesn't give a. Mm-mm. -hmm. Yani she's okay with her her body. She's happy. She's very positive about everything in her life. Mm -hmm. she's having yet another baby. So Rihanna, congratulations. Together with you, sister. Sister in law, yeah, karibu yeah. sana bongo mimi mm. e like. Rihana eh, <laughs> <ajit tenabusini laughs> mi, mi, ni mbongo yule aje tu kuishi huku ikibidi aje kula uzazi bongo tumpe machelari okay. mm. ali, ali, eh, eh. Eh, mtori kama wote mm, nini nini na masupu supu yale ya miguu so uh, sorihana kurushana maneno maneno na Siara yeah, kwenye mitandao mm -hmm. So finally jana wamekutana tena and gess wort mm hawajagombana, -hmm. and they were like cool, wamepiga picha pamoja na ndo kitu tunaita mambele, unaona po kwetu sisi watu tunavyoishi. mm. tuna yani tunaishi kinyamwezi yeah, yeah, yeah, yeah. sisi ya kule mambele yeah. ya yeah, yeah. na kwenye, kwenye maisha yeah, yeah. ah, yeah. so japokuwa nyi mnamiliki naogopaga <laughs> lakini dakika <laughs> like uri ote kinanuka kina sisi kwetu kubongo yeah. wana mambo ni fresh yani. mm. Bifu yetu siti ni maneno, yani ukiona bifu na sisi, ujui tutakuchamba, tutakusuza uko Bongo, ndo sisi yani, ndo ao sisi huku Bongo <laughs> yani <Nita> tutakusuuza <laughs> kwenye maneno yeah. Kama yote utakaa sawa, alafu baada ya hapo maisha ina <laughs> ila nyinyi ni puf daka walipendeza watu wengi sana, kina kina Janelle Monae Asap Rocky Whoopi Goldberg wote walikuwepo huko and Sharukan, Sharukan akaja na yeye but what a coincidence, kuna nguo ambao walivaa Sharukan na Priyanka Chopra mwaka elfu mbili na sita yeah, mm -hmm. mm -hmm. kwenye promotion za Don. So jana ikatokea tena Sharukan na na, yes, wakavaa, yes. the same same, nguo nguo. yeah, zinafanana rangi zinafana, uh, mm -hmm. na rangi, avaa polka dots nani Priyanka, gauni ya polka dots, jana akavaa tena hiyo gauni ya polka dots, lakini Sharikana avaa suti nyeusi na kavate na nguo nyeusi jana, so they mm -hmm. kind of looked the same walifanya well, on purpose, au I, i don't know. Ni mtazamaji utuambie walipanga kuvaa hivyo. So dada yako kazini yako Kim Kardashian jana, kama kawaida, anafanyaga ya makosa ya fashion, anavaa nguo yaani kama zile za bongo zile zina mbana yeah, yeah, mpaka anashindwa kutembea jana, yeah, yeah, kidogo anguke, yaani <laughs> kama kawaida anyways, anyways, yeah. to, <laughs> Uh, tunaenda mbele mbele mbele mbele kwa Justin Bieber eh, bana amekuja kuonekana juzi kati hivi akiwa na mambo mengi mengi jana. Naomba nieleze kidogo kuhusiana na Justin Bieber, so Justin Bieber bwana, recently ameonekana akifanya spending kubwa sana, yani anatumia hela pasipo kifani pasipo kifani, yeah, kwenye unajua ile kwa Coachella eh, kwa Coachella yeah, of course, kwenye Coachella event Justin Bieber ametumia almost 2 billion ama more than 2 billion, inasemekana 2 billion of course, lakini ni pesa nyingi sana, mbona ni pesa mbaya. Anadaiwa anadaiwa Ibra eh, ah, yani hiyo 2 billion Ibra anadaiwa 1 billion na hawezi kufikisha, so imagine Justin Bieber ametumia more than 2 billion huko kwenye mgahawa mm. mmoja mm. wa kifahari Nobu yeah. kitu kama hicho naitwa huko huko plus one mm, yeah. Kwenye tamasha la Coachella ambalo bay alikuwa anaperform na watoto wake last week. Yes, so Justin Bieber alimsafiri na marafiki zake kwenye private no jet yeah. Na nini wameenjoy yani movie. It was hectic So, watu wanajiuliza mambo mengi sana. Why is Justin Bieber spending a lot of money? Why Justin Bieber anaonekana kwenye media na kwenye Instagram na wapi, mara anagombana wandishi, yeah. yeah. wa habari mara nyingi ameonekana hivo, mara anaonekana ameposti, yani sura yake inaonekana amelewa, mara mbangi. Mimi nadhani Justin Bieber atakuwa na matatizo ya akili na mojia, yeah. madawa ya kulevya bado hajayaacha mimi nani nayo kusema mpaka tujue, ni kijana bado mdogo kabisa, barobaro, wanasema kijana barobaro ambaye utajiri wake alikuwa na netos karibia bilioni elfu moja baada ya kuuza hatimiliki zake kabakiwa na bilioni mia nane na saba So I don't know unakumbuka ile Pasaka picha iliyopostiwa yeah? Pasaka picha iliyopostiwa ilikuwa ni picha ya mtoto wake na Justin Bieber pamoja yeah, na mke wake bila bila Justin bila Justin yeah. yeah, lakini yeah. haikuzoeleka hivi kwa mashabiki. mm -hmm. mm -hmm. Uh, mashabiki walikuja wakahoji kwamba ni kwa nini Justin hajaonekana. e wengi walio comment pale wamesema labda Justin Bieber na matatizo kidogo, labda na mke wake, inamaanisha na familia yake ama, mm -hmm. vipi lakini mm -hmm kwa anayopitia Justin Bieber, mi nafikiri Justin Bieber anahitaji mtu wa kumsaidia, sijui mm -hmm. sijui, unajua mm -hmm. hapa nyuma amepitia mambo mengi ya didi, amemaliza kutoka kwa didi akarudi mm -hmm. kanisani, kasema kaokoka, mpaka tunamuona kanisani na vitu kama hivyo yeah, kwa kwa nipona, Smith, uh... yeah, lakini mbona bado ana ana drop sana? No, i don't know, i don't know, laba Justin Bieber bado haja heal najua yeah. ku heal, inahitaji muda mtu mpaka mm -hmm. apone vizuri, akae sawa. Let's pray for Justin Bieber. I hope Justin Bieber atakuwa sawa. Yeah, hali yake sure inaonekana sio nzuri kabisa, ni kama me, amechanganyikiwa fulani. So well, of course. Drop your comment, tell us about about Justin Justin Bieber Bieber? What do you think ingonja, about ingonja, Justin ingonja. Bieber? Kuna kitu kidogo ambacho kilitrend nafikiri kama wiki moja hivi imepita. Mm. Justin Bieber unajua hataki kabisa Yeah, yeah, niliona yeah, ni kabisa anagombana na mwandishi wa habari. Justin Bieber niliokuwa nikimjua kipindi cha nyuma, alafu saizi anakuja kuwa hivo, sivyo kabisa. Justin Bieber saizi ananunulia watu saa za bei ghali na nini. Anatoa tu vitu vyake, anavitoa kwa sababu ya depression pia. Anataka tena vitu vyake, mi nafikiri Justin Bieber anapitia depression kubwa sana na kitu kikubwa ambacho ninawaza I drop your comments drop your comments follow like share share share share on YouTube and everywhere else so until next time bye bye mike on the mic and jene jene Gavoo Media pamoja hatua kwa hatua